Nataka tutume salamu kupitia Daktari Mwigulu Chemba, tunatuma salamu kwa raisi. Usishishe mkono, usishishe mkono, nyosha mikono juu. Hii bahati tukuwa na itafuta sana watu wa Ipande. Nyosha mikono juu, Mwigulu Chemba yule nayemuona pale amiri jeshi wetu, jamani, yule nayemuona pale. Nianze kwa kuwapongezeni sana kwa kujitokeza. Diwani, mmeandaa mkutano mzuri sana na nilivyokuwa naona jinsi vaibu lilipo, nikaanza kusema, nitamwambia mheshimiwa mwenyekiti na mheshimiwa mbunge wakikubali nipatie huyu diwani, nitamtafutia kata kule Iramba huyu na kabla siondoka, nitampatia diwani wenu namba ee ya simu na yeye atakuwa anapiga moja kwa moja juu Ipande huyo. Mimi ni niwaombeni jambo moja tu, unajua, nyie mnachukulia jambo nyepesi nyepesi, unasikia? Wewe ulishikana mkono na mtu aliye saini kwenye noti. Wewe? Unajua unajua unajua, hapo nyumbani kwenu ili ngombe ile ajulikane ni wa kwenu. Si mnakaga alama? Ndio. Si mna hiyo? Ndio. Sasa hela yote ya Tanzania ili ionekane ya Tanzania. wa maana maana hasa hey, hey, la maana kabisa. Changamoto ya kwanza ni miundombinu ya barabara. Najua hata waziri wetu kapita, barabara yetu ni mbovu sana. Sisi hatutaki lami, tunataka tu barabara iwe na uhakika wa kupitika kwa, mia, kwa muda yote msimu yote majira yote iwe yo masika iwe kiangazi, iweze yo kupitika. Barabara hii ni barabara ya Ipande kwenda Kitopeni, iboreshwe na irekebishwe. Lakini barabara ya pili, barabara ya pili nitaunganisha kijiji cha Damweu na makao makuu ya kata. Kijiji cha Damweu akitaka kufika hapa Ipande, anazunguka na itiji mjini, anapita kitupengo, anakuja hapa. Tunataka barabara ambayo itatuunganisha kata ya Ipande na kijiji cha Damweu. <tun> Lakini ombi la pili, kata hii ni kubwa, lakini kata hii ni kata iliopendekezwa kuwa tarafa. Tunaomba tupatiwe kituo cha afya mm -hmm. Ili mama zetu hawa waweze wa kupata huduma karibu mm -hmm. Lakini ombi la tatu mm -hmm. Tunazo shule mbili chakavu mm -hmm. Shule ya msingi Pande mm -hmm. na shule ya msingi Damweni mm -hmm. Shule hizi hazina madarasa mapya mm -hmm. Wakati wengine wa wanafurahia palizi huko mm -hmm. Wanafurahia madirisha ya wazuri ya kisasa mm -hmm. Watu hawa Waipande makao makuu hawana madarasa mapya. Kila shule ya Damwelu imechoka imechakaa. Kwa hiyo tunaomba, tunaomba kubwa sana na wewe lakini ombi la ngapi? La nne la nne. E, ombi la nne tunaomba tupatiwe boa kwa ajili ya kunyweshea mifugo yetu. Kwa sababu ya muda, wembi la mwisho na la tano, kata hii ni kata ya kimkakati kwa kilimo cha dengu. Kata yetu hii sisi, sababu yetu ni dengu. Kata hii ni kata namba moja kwa kilimo cha dengu, katika zile bilioni mbili, mbili zinazopatikana, kata hii ni asilimia themanini na tano imezalisha lakini sisi dengu ni maisha. Tunayo changamoto kubwa iliyotukumba mwaka huu, changamoto ya soko la dengu. Bei imeshuka, imeshuka, imeshuka kuliko kawaida, kutoka kile tuliuza elfu mbili mia mbili mpaka sasa hivi tunauza mia saba Ni kilio kikubwa, majonzi makubwa. Tunaomba Mheshimiwa Mbunge, tarehe ishirini na tisa tukishakupa piki, tuanze nao hilo

kuhusu dengu nataka niende kule, niwe sauti yenu, niwasemee ninyi. yeah. Ipande wewe yeah. Alisha yeah. <laughs> niwaombe tuendelee kuvumilia tupate kwanza mwongozo wa makubaliano hayo ya nchi na nchi yanayohusiana na kuuziana dengu, na mimi niwaambieni, inatokeaga kwenye mazao Mazao ya kivunwa mengi sana, madhara yake huwa yanajitokeza ya bei kushuka, na soko ni la dunia nzima, kwamba kote walikolimalima kama sisi tumelima dengu nyingi na wengine wamelima dengu nyingi inatokeaga. Lakini kwa kuwa mazungumzo yanaendelea na yamefikia ya pazuri, na tumewaambiwa wenda mwafaka tukaupata kesho, tuendelee kuwa watulivu kama ambavyo tuliambiwa huku tukisubiria mwongozo utakaotolewa na tuna uhakika itakwenda vizuri. Niliona nilisema hilo kwa sababu dengo ndio maisha yetu, dengo ndio maendeleo yetu, dengo dengo ndio biashara yetu, dengo ndiyo maisha yetu. Kwa hiyo hilo tumelifatilia, na sisi tutaendelea kufuatilia kuona mwafaka ambao umefikiwa kuhusu swala hilo la ununuzi wa dengo. Lakini si hiyo tu Nimeona hapa tuna wafugaji wafugaji wengi hapa nchi nzima. Tulikuwa tuna mitambo ya kukodi tu ya kuchimba mabwawa, mama kanunua kila ukanda una gari lake la kuchimba mabwawa. Kwa hiyo hivi ambavyo Mheshimiwa Diwani wenu ameongelea issue ya mabwawa, alipokuwa anahitaji tu, nikasema nikitoka hapa napiga simu kwa wale wanaosimamia wa, wa, wa, wa, mitambo ya kuchimba mabwawa, mapelekeni kule dip, Ipande.